Nami nimefarijika kuona kwamba kazi hii imekwenda vizuri, na ni matarajio yangu kwamba sasa wanafunzi ambao wanaishi hapa dakhalia wataweza kupata maji ya kutosha bila ya matatizo yoyote. Lakini pia najua kuna skuli jirani hapa nayo, na pia maji wanaweza wakayatumia hayo, kwa sababu umeniambia maji ni mengi sana, pamoja na nyumba za waalimu Najua eh, maeneo yote hayo yanaweza yakafaidika na kisima hichi. Mimi kwa kweli, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana mainjinia wetu kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya ndani ya kipindi kifupi. Nimshukuru sana afisa mdhamini wizara ya maji mhandisi Sliman, kwa ahadi yake aliyonipa, lakini kwa mashirikiano makubwa ambayo e, amenipa kuhakikisha kwamba vijana wetu hapa wanafanya wanapata maji kwa haraka. Lakini pia nimshukuru sana afisa mdhamini wizara ya elimu na katibu mkuu wa wizara elimu. Tulipokuwa tulipokuwa tunalifuatilia hili e, katibu mkuu nilimwarifu na nikamwambia lazima ili jambo likamilike kwa haraka, na mimi nikawaahidi kwamba nitakapokuja Pemba nitakuja kuangalia. Leo nimefika na bahati njema, hapa jirani yangu tu hapa, nikija sina haja hata, hata kwa mguu nafika. E, vile visima viwili, alhamdulillah, najua mambo mazuri kule wanakamilisha taratibu, lakini na hichi kwa vile kinakamilika leo ama kesho, kwa kweli nafarijika sana. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuamua kuwekeza katika maeneo haya. Changamoto ya maji tunaelewa kwamba ipo na inajitokeza kwa sababu mahitaji ni makubwa, lakini serikali inaendelea kuzitatua, na hii ni hatua moja kubwa sana ambayo leo tukikamilisha hapa vijana wetu ambao wanazidi zaidi ya vijana mia sita watakuwa wanatumia maji hapa bila matatizo ya aina yoyote. Na nitoe maelekezo kwa wakandarasi wote sasa ambao wanajenga shule zetu, mkandarasi, na nitazungumza na wenzetu wa Wizara ya Elimu. E, pahala popote ambapo unajenga shule ama unajenga hospitali lazima uchimbe kisima. Hii tutaliweka hata kwenye mkataba wetu kwamba lazima wachimbe kisima, kwa sababu tunazipata changamoto hizi. Mkandarasi anakamilisha kazi ya ujenzi, baadaye suala la maji linakuwa changamoto. Lakini nadhani hili tutalichukulia hatua za haraka, ili kila eneo ambalo tunaweka miundo mbinu hii, basi kuwe na access ya maji bila matatizo yoyote.